Una siri unasiri, nasikia alikuwa anawafuta, nasikia unaenda wapi, Wema Sepetu na we Lulu Diva? <laughs> mpaka bausa wake kichula chula, jamani, wanajeshi sio mchezo, wakali eh? Konda tumeiona konda tumeiona. Hey, nampigia Whozu, hatupo uhakika. O Whozu, pole nasikia, uhirukisho wa kichua chua na wanajeshi, jamani, naongea mimi maemasa, pole sana mdogo wangu, lakini anaonekana ni peleau, ila lazima aliumwaje magoti, miguli, mmaji, mapaja. Vipi bosi, anaruka kichulachula, bansa anaruka kichulachula, patamu bwana, bwana mpaka machafuko yanaanza Wema Wema na Luludiva hawakuwa maeneo ya nyumbani kwao, wote walikuwa kwenye harakati zao za ustaa wao. Si unajua tena si wakasema sasa, tuame hapa tulipo, twende sehemu nyingine. Wewe wee, wanajeshi wasikia tu kwenye redio na kuwaona kwenye TV. Hakuna cha wema wa mama wala nini. Sikia ekaeka walizokutana nazo njiani anadoke enda mbeleaautana na wengine hivo mpaka mnafika na uko we na Wema kumbe eh, wanajeshi wa kali sasa. Mbona tuliambiwa wanajeshi wa pole jamani? Hataki atakimasia upande wetu kuna eh, mda alikuwa anakibembeleza ila baadaye sii tuliwakwaza mtume arabi Lulu Divatz nisamehe jamani